Hatujawahi kuelekea msimu wa Christmas, tulikuwa na mchezo wa Christmas chakula namba moja, Christmas chakula namba mbili, pamoja na Christmas chakula namba, namba, na namba tatu. Na hii ndio stoka yetu ya mchele, pia kuna sukari na mchele wetu, lakini pia hapa kuna stoka ya mafuta ambapo kuna mafuta aina ya alizeti pamoja na kori. lakini pia kuna stoka ya ngano kilo moja moja aina ya pipe na HPB kilo ishirini na tano pamoja na Azam. Pia kuna boksi za tambi aina ya Olivia. Karibuni sana, kwa mchezo inaendelea.